Yule anaenda kumletea dikia abu ya ana miaka 36. Hapo anataka wana timu bora. Timu bora inaipata wapi? Eh? Wache bla bla. Wanachotakiwa wafanye usajili, watengeneze timu. Kama sisi tulivyovumilia miaka mitatu. Na hao watengeneze timu. Timu yao tayari ishashuka. Timu yao ni kidepele kiduka kimkimaliaisha follow ups. Timu ikishachoka siku zote, maneno huwa yanakuwa mengi. Kikubwa watakao kuvumilia, watengeneze timu. Lakini swala so la kumgusa rais.

Vijana wanaupiga mwingi, sasa anatokaje? Ndio di. Anataka kutafuta kiki zingine za ajabu ajabu, lakini wale Sukaria asimwombe radhi wala asiombe radhi. Kipi kibaya alichozungumza? Amezungumza ukweli. Wewe unataka huyu aji uzuri, hawa aji uzuri, wewe popo uko vizuri? Hata kwenye dini ya Kiislamu inasema baba bora ni yule anayeanza na nini na familia yake kwanza. Sasa familia yako iko vizuri, utaona kwae, ndio utaona, unaongoza kwa madeni barani Afrika. Timu inayoongoza kwa kudaiwa sana na FIFA. Yanga sio kwazi. Kesi huku mzima zimejaa hapo Yanga. Timu inayoongoza kwa kukanyaga mikataba ni Yanga. Umeelewa? Yanga ilikanyaga mikataba Sportpesa hapo. Washukuru tu kwa maana ya Sportpesa iko chini ya Bashtarimba instead of going to be ni. The problem. Umeelewa? Yanga ndio timu inayoongoza kwa kudhulumu wachezaji. Na kuingia mikataba ya ajabu ajabu kuwarubuni wachezaji. Yanga wamemrubuni Dube huyo hapo, matokeo yake sasa, kama ana ana haeleweki. Wamezulumu na zawadi ni Yanga, unaelewa? Kila kitu kibaya na kibovu ni Yanga. Yanga ni notorious kwa masuala ya mbavu mbavu hapo. Wewe unakaa eti unataka, ndio maana Kalia akatupa jiwe kisani, kwa maana anataka ajiuzuru kwako, kubwa vizuri, uongozi wako uko sawa maana kuna mambo mengi yanaendelea. Na wakitaka wakitaka kukufua makaburi, watakuja kukufua makaburi humo, watakuja kupatwa na matatizo kwa sababu tiekwepo anafikia mambo mengi sana. Na leo wengi wanaofungiwa wanafungiwa kwa sababu ya Yanga. Hata Didi alifungiwa mechi na Yanga. Kuna leo yule wa Geita aliyepata penalty nje ya mita 22 yule, alifungiwa kwa sababu ya Yanga. Mbona? Haya, ukija juzi hapo Magogo kafungiwa kwa sababu ya Yanga.

Ili wafanya nini? Anakuambia washe mkutano bora kweli. Unaweza ukaliruhusu gari la timu liende tu kwa mpinzani wako unju. Hivi Simba leo wangetoa watu walifuatilia lile gari. Kingetokea nini kule? Mpira unakoelekea sio shabiki tena mpira unaelekea kwenye uadui. Umeelewa? na uadui unaletwa na wasemaji hao. Choko chokochoko nyingi, lakini kikubwa Kalia yuko sahihi anaposema kwamba uongozi wako uko sawa. Kama uko sawa, sasa wewe ita press, ongea uongozi wangu mimi uko sawa. Alafu sisi tuje sasa tuchambue uongozi wako uko wapi kwa sababu kila kitu kibovu. Nyewe ndio mnaongoza. Yanga ndo anaongoza katika nini? Kuharibu, kuharibu ligi ya Tanzania. Hiyo inaeleweka kabisa. Mambo mengi yo stori za ajabu ajabu, wakikosa ubingwa wao, mabingwa wa historia, timu ya wananchi nini, sijui, lakini kikubwa, wakae kwenye mstari wa mpira, tucheze mpira kama anaweza na kama unabisha, kwa kwanini mwalimu wao aondoke, azungumze kwamba timu yangu kuna nini, kuna nini katikati, timu aipati ushindani. Na alifungwaje mechi na Tabora? alifungwaje mpaka wewe unasema timu yako ipate ushindani, itimisi, huyu kuna kitu anakijua huyu mwalimu, kakiona, umeelewa? Kwa matimu yake haipate ushindani kutokana na baadhi ya vilabu vina udhamini wa GSM, kwa bila shindani vinaona aibu, umeelewa? Lakini Simba akija anapata ushindani na matokeo yake anaijia na Simba, yani yango anachokifanya pamoja na GSM, mimi namshukuru sana GSM, aendelea kudhamini tu, atafute na vilabu vingine wao uh, upinzani wanaotuletea sisi kutokana na udhamini wake ndio unaojenga Simba yetu. Tusingejua, tusingeletwa Mpanzu, tusingeletwa Teba, tusingeletwa Mkwala, tusingeletwa Jincha Zawa, unaelewa? Matamba leo tunatamba, kila kitu tunacho sisi, kabati yetu pale juu pale na zuruma zuruma zake, lakini pale atashuka saizi. Angekuwa kasha shuka kakimbia, lakini pale atashuka tu lakini golikipa bora Simba mpaka sasa hivi ndo anaongoza. Ukija MVP mpaka sasa hivi, Simba. Top score Simba. Beki bora Hamza Simba. Kiungo bora Kagoma Simba. na niliwaambia Simba timu ya taifa watajua. Simba wote wanaenda kucheza. Yanga watu wanne, wa Azam wanne, Simba sita, wachezaji wa Simba wote lazima wakacheze. nani wa kumweka nje? kama nani nani, Alisali? nani wa kumweka nje? Shomari Kapombe? nani wa kumweka nje? Chabarara? lazima lazima akacheze. Sasa akitaka kuleta kuleta mazoea mazoea mwalimu Boroko akitaka atupangie job pale. Pale pale. Baka na nani? Amza watu warefu watupu. Ya kuanzia futi tano na nusu kwenda juu. Wewe wewe beki ukipanga za kaa a aakitaa ndio mazea Pale lazima Amza acheze ya ya Tanzania Tanzania. Anacheza katika 6, ni namba. Kwa hiyo hata uende Kenya, uende Uganda utengeneze timu ya taifa sana. s bora nikushukuru sana.